Viongozi mashirika, taasisi na wadau mbalimbali wanapoendelea kuweka mikakati ya kuwalinda watoto, kesi zinazohusiana na visa vya vi watoto kudhulumiwa kingono ndizo ambazo zimetajwa kukithiri mahakamani. Akizungumza katika hafla ya siku ya watoto duniani kwenye uwanja wa Karisa Maitha mjini Kilifi kaunti ya Kilifi, jaji wa mahakama ya Malindi kaunti ya Kilifi Mugure Dande anasema kuna kesi nyingi za ulawiti katika kaunti ya Kilifi, hali ambayo inapaswa kuvaliwa njuga vilivyo ili kuvidhibiti.

Uh, naye naibu gavana wa kaunti ya Kilifi, Flora Chibule, amesema kuna ongezeko la watoto ambao hawaendi shuleni, hali ambayo inachangiwa na umaskini na tamaduni potofu miongoni mwa mengine. Changamoto zinazojirudia na zinazoibuka ambazo zinatishia ustawi wa watoto wetu. Moja basi ya changamoto kuu ni umasikini wa watoto. Familia nyingi bado zinapambana na ukosefu wa chakula, ukosefu wa ajira na rasilimali finyu. Umaskini huongeza uwezekano wa utapiamlo, ajira kwa watoto na matokeo duni ya kielimu. Chibule pia amesema kesi za ajira kwa watoto na ukatili bado zinaendelea kuripotiwa kaunti ya Kilifi. Kesi za ajira kwa watoto na ukatili bado zinaendelea kuripotiwa, hasa katika sekta ya uvuvi, kazi za nyumbani na shughuli zisizo rasmi katika sekta ya utalii. Baadhi ya watoto wanalazimishwa kufanya kazi hatarishi. Vilevile vile Chibule anasema serikali ya kaunti ya Kilifi inaendeleza juhudi kuhakikisha watoto wanajua haki zao na pia kuzifurahia. Serikali hii ya kaunti ya Kilifi inaendelea kujizatiti basi, kuhakikisha kuwa watoto wetu sio tu wanaojua haki zao bali pia wanazifurahia kikamilifu. Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la taifa la huduma za watoto Sofia Abdi Nur anasema hatua zimepigwa katika kuwalinda watoto nchini Kenya, na kutoa wito kwa wazazi na taasisi husika kuwa katika mstari wa mbele kuwalinda watoto akiwemo walio na uatilifu. Kauli mbiu ya leo ni siku yangu haki yangu. Nikiripotia Coco FM kutoka hapa uwanja wa Karisa Maitha mjini Kilifi kaunti ya Kilifi. Mimi ni Janet Mumbi. Coco FM, ladha ya pwani.